fil akhirah. Lakini pia ndani ya Qurani kuna kuraghibisha mtu kuipenda akhirah, kuipupia akhirah, kujiandaa na akhirah. Maradhi ya nyoyo, anasema Alimamu Ibnul Qayyim, ni maradhi mawili makuu. Haya ni maradhi maanawia. Ukiachilia huyu moyo umepanuka, moyo huyu umekuwa hivi, haya ni maradhi hisia ambayo hatushughuliki nayo sana. Haya ni sehemu eh, ya madaktari huko. Madaktari ndio wanaohusika na watu wa matibabu ya moyo kwenye vitengo maalum vya moyo. Lakini maradhi ambayo ni manawia yanayomkabili mwanadamu, imma ni maradhi ya shahawati au ni maradhi ya shubahati. Maradhi ya shubahati kama tulivyosema mtu akawa anaingiliwa na shaka katika baadhi ya mawaqif na misimamo ya dini, ikampelekea mtu akatoka kabisa katika Uislamu, akaingia katika shirki na kufru. Allah atuhifadhi na hilo. Au mtu akaingia katika bid'a, akaiacha Sunna. Haya ni katika maradhi anaweza kumkabili mja, lakini maradhi mengine ni maradhi ya shahawat maradhi ya starehe na matamanio ya mambo ya kidunia. Mtu akawa ni mgonjwa, ana maradhi ya kupenda mali, maradhi yakamfikisha ya kupenda mali, ikawa mali yeye ndiyo jambo kubwa, ndiyo akbaru hamme, ndiyo himma yake kubwa, na akiipata mali hiyo ni mtu shahihun ana hirsi juu ya mali, hata kukuitoa katika njia za kheri, akaugua maradhi ya kupenda mali. Wengine wana maradhi ya zinaa, ikawa ni mtu maradhi yake moyo wake augulia maradhi ya zinaa, moyo hautulizani kwa mkewe au kwa wake zake, wakafitinika na maradhi ya wanawake wengine wakafitinika na maradhi ya kupenda vyeo jaha, ikawa yeye cheo anaweza kukihangaikia kwa njia nyingi, akatoa mali akatoa utu wake, kwa sababu anataka cheo anataka nafasi, kupenda kuonekana, kupenda ukubwa na maradhi mengi ambayo yanayakabili moyo, maradhi ya hasadi, kutamani neema walizokuwa nazo ndugu zako waziondoke, maradhi ya chuki na mifundo, maradhi ya nongwa, mambo hayeshi mtu akawa ana nongwa, maradhi ya visasi, maradhi ya ubinafsi, na watu wakawa wanaugua maradhi ya ubinafsi, maradhi ya kujipendelea, yeye hataki ndugu zake kheri ziwafikie na aina mbalimbali mbali za maradhi ambazo sisi tunazo tunaugua, watu tunaugua maradhi haya kwa, okay, kiasi kikubwa.